Jamani, hawa ndio wale watoto sita wa yule mama ambaye amefariki kabla hatujamkabidhi nyumba yake, lakini sasa nyumba tumeshawakabidhi hawa watoto. Na nyumba, nimewaambia ni ya kwao, sio ya shangazi, sijui nani katoka wapi. Nyumba ni ya kwao eh. Na hapo hakuna mimi ndio mrithi sijui nimesimamia mirathi, nyumba mimi niliyojenga nimesema ni ya kwao peke yao tukaja hapa tulikuwa na, tunazunguka kwenye kata huko, tumeenda kata Itezi tumekabidhi nyumba, tumeenda kata Igawilo tumekabidhi nyumba, tumeenda kata ya Uyole tumekabidhi nyumba. Mimi napenda kuwashukuru kwanza, Dkt. Tulia Ackson amenisaidia juu ya mtoto wangu huyu Jiska, alikuwa na shida ya moyo, lakini amefanyiwa kwa matibabu, yaani amesimamia Dokta Tulia, kwa kuwa mtoto wangu alifanyiwa upashani vizuri, pashani kaenda vizuri sana tuna bahasha yetu ina kiasi kichache. Tunamuunga mkono Mama Tulia Ackson Mwasasu kwa ajili ya kwenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge. Tunamkaribisha kwenye jimbo letu la Uyole, ikimpendeza Bwana, tunamhitaji sana. Tulitaka tuongee mengi sana, lakini kulingana na muda itoshe tu kwamba tunakuhitaji Uyole na tunakupenda sana. Asante sana, karibu Uyole. Kuna bahasha hapa, madereva bajaji wapo kama mia tatu, wamejichanga changa, tunataka tukuunge mkono. Asante sana Mheshimiwa mbunge, tunasalamu kutoka kwa kundi letu la kuna kulala. Tuna barua kidogo, tunakuomba upokee ya kugombea jimbo letu la Uyole, tunaomba tukukabidhi barua yetu hii mheshimiwa.